Hatimaye msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran ambaye jina lake anaitwa Ismail Bakey alitoa tamko kali kwenye mtandao wa X, zamani ukijulikana kama Twitter, baada ya kauli hiyo mpya ya Gross. Sasa amelaani kile ambacho kinaendelea, hasa katika matumizi ya nyuklia ambapo Iran imekosoa rasmi shirika la kimataifa la nguvu za atomic ambalo kwa kifupi linajulikana kwa jina la IAEA, na mkurugenzi wake mkuu anajulikana kwa jina la Rafael Grossi, kwa kuunga mkono mashambulizi ya Israel, wakilitaka shirika hilo kama linashiriki katika vita hiyo ya uonevu isiyo ya haki. Sasa IAEA um, ilishutumu mpango wa nyuklia wa Iran kwa kutotii kabla ya kuanza kwa mgogoro kati ya Israel na Iran, na bodi yake ya magavana ikalaani Iran kwa misingi hiyo, kwamba kutokana na kuwa mwanachama wa mkataba wa kuzuia ueneaji wa silaha za nyuklia ambapo sasa, hata hivyo, mnamo Juni 18 Grossi alijiondoa kwenye tathmini yake ya awali akiambia France 24 kuwa IAEA haiko katika nafasi ya kusema kama kuna jitihada za moja kwa moja e, nchini Iran za kutengeneza silaha za nyuklia. Hata hivyo, nimekueleza kwamba msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran anajulikana kwa jina la Ismail Bakay alitoa tamko kali kwenye mtandao wa X zamani ukijulikana kama Twitter baada ya kauli hiyo mpya ya Grossi. Unajua ni Wairani wangapi wasio na hatia wameuawa au kujeruhiwa kwa sababu ya vita hii ya kihalifu? Aliuliza kisha, hadithi potofu zina madhara makubwa bwana Grossi, na uh, zinahitaji kuwajibishwa sasa. Iko hivyo, niandikie maoni yako chini ya video hii.